Habari rafiki yangu, karibu sana kwenye chaneli yangu. Jina langu ni Nuhu na hapa tunazungumzia mambo ya teknolojia kwa lugha rahisi kabisa ili hata mtu ambaye hajawahi kutumia laptop basi haweze kuelewa. Na leo nina video muhimu sana, video ambayo ningependa ungeiona mpaka mwisho bila kuruka hata sekunde moja. Kama unapanga kununua laptop wiki hii au mwezi huu au hata mwaka huu, video hii ni lazima uione, kwa sababu watu wengi sana wananunua laptop kwa hasara, kwa maumivu, kwa kujuta, na wengine wanalia kimoyomoyo, wanajilaumu, wanajiuliza mbona sikujua haya mapema? Leo nataka nikuepushe na makosa hayo sababu kwa nini usikimbilie kununua laptop. Rafiki yangu, laptop sio simu, laptop sio shati, laptop sio kiatu. Laptop ni zana ya maisha, inaweza kukupa kipato, kukupa ajira, kukupa heshima, kukupa uhuru wa kifedha, lakini pia inaweza kukupa stress, inaweza kukupa hasara, inaweza kukupa chuki ya teknolojia. Yote hayo yanategemea uamuzi wako wa leo. Kwa sababu kwanza kabisa uh, kwa wale watu wanaokwenda kununua laptop ni brand, watu wengi sana wanasema nataka HP, nataka nili, nataka Apple, lakini swali langu kwako ni hili, HP ipi? Dell ipi? blandi sio kila ki HP inaweza kuwa nzuri sana au mbaya sana. Dell inaweza kuwa kali sana au ya mateso kabisa. ndani ya laptop ndio muhimu, sio jina lililoandikwa juu. Kosa la pili, kutokujua prosesa. Hili ni tatizo kubwa sana. Watu wengi hawajui i3 ni nini au i5 ni nini au i7 ni nini. Wanasikia tu muuzaji anasema ni core i7, lakini ni i7 ya mwaka gani? Generation gani? i7 ya zamani inaweza kuwa mbaya kuliko i5 ya mpya. Hii ndio maana laptop yako inachelewa, inapata joto, ina hang. Kosa la tatu sasa, RAM ndogo <laughs> Nisikize kwa makini sana hapa. Laptop yenye 2GB RAM ni mateso, 4GB RAM stress, 8GB RAM sawa, GB 18 raha. Watu wanunua laptop leo WhatsApp, Chrome, YouTube na Microsoft Word. Halafu laptop inachoka. RAM ni ubongo wa laptop. Ukipunguza ubongo, akili haitafanya kazi vizuri. Kosa la nne sasa kutojua SSD na HDD. Hii ni siri kubwa sana. Laptop mbili zina processor sawa, zina RAM sawa lakini moja ina HDD, moja ina S, SSD. Ile ya SSD itakuwa mara tano au mara kumi faster. Hata laptop ya zamani ukibadilisha tu SSD inageuka kuwa mpya kabisa. Kuna kosa la tano sasa. Kununua laptop ya mtu mwingine. Watu wengi wanasema rafiki yangu ana laptop hii na mimi nataka hiyo hiyo, lakini rafiki yako ni video editor. Wewe ni student, rafiki yako ni programmer, wewe ni office worker. Mahitaji hapo ni tofauti. Laptop ya mtu mwingine sio lazima ikufae wewe. Waonyo sasa, kama utanunua laptop bila kujua haya, utapoteza pesa, utapoteza muda, utapoteza ndoto zako, na kibaya zaidi, utachukia teknolojia bure. Na staki hilo likutokee, sawa? Ninakufundisha haya kwa sababu nimekosea, kwa sababu nimejifunza, kwa sababu nataka ufanikiwe. Kama ungekuwa ndugu yangu, ningekuambia haya Haya, kama umejifunza chochote leo, bonyeza like, subscribe kama bado hujasubscribe, washa kengele, andika comment chini. Unataka laptop kwa kazi gani? Bajeti yako ni kiasi gani? Nitakujibu mimi mwenyewe. Asante na nikutakia siku njema.